Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, hii tunaweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa ni habari ambayo kidogo eh, sio nzuri sana eh, kwa Diamond Platnumz kutokana na fununu za habari hii jinsi zilivyo. Kwa mujibu wa habari ambazo zimetufikia hivi punde kumuhusu Diamond bwana, ni kwamba eh, tunajua kabisa kwamba ni mmoja kati wasani ya wasanii ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana katika mziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu, lakini jambo ambalo limekuja kushangaza ni kwamba eh, kuna maamuzi ambayo ya yametoka ambapo kiukweli yamewafanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi, kwa sababu Diamond bwana amekuwa akifanya hii kazi kwa muda mrefu sana. kama unavyoelewa kwamba kadri ya wasanii wanavyozidi kupata umaarufu ndivyo ambavyo wanavyopata fursa mbalimbali za kuingiza fedha e, kupitia ukiachana na mziki shows, pamoja na appearances zao, lakini kitu kikubwa zaidi ambacho tunafahamu kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinawaingizia pesa ukiachana na mambo ya streams au social media platforms mbalimbali mbali, e, ni kwamba wasanii hawa huwa wanapataga madili, yani zile zinaitwa endorsement deals, yani makampuni mbalimbali mbali huwa yanajitokeza kwa ajili ya lengo moja tu la kuamua kufanya nao kazi yani kwamba wanawapatiaga nafasi watangaze biashara zao. Sasa hiyo bwana ndo inaitwa endorsement deal, ambayo na yenyewe pia katika vyanzo vikubwa vya fedha kwa hawa wasanii. Hizo endorsement deal zinazo, pia ni moja kati ya vitu ambavyo vinachangia kwa kiasi kikubwa sana wasanii hawa kupata fedha. <tiple> sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zinasemekana ndio hizo ambazo niko nazo hapa kwa ajili ya kukuletea mtazamaji wa Trend TV. Ni kwamba Diamond Platnumz kama tunavyofahamu amekuwa ni balozi katika kampuni mbalimbali mbali, ikiwemo kampuni za vinywaji e, kuna vinywaji ambavyo vyenye vilevi e, na pia vilevile vinywaji ambavyo havina vilevi. Amekuwa akiwa amekuwa kama balozi wa kampuni hizo kwa muda mrefu sana zaidi ya miaka minne au mitano kama sikosei, yani kwa kifupi ni kwamba kama ni fedha basi amekuwa akilipwa vizuri kwa muda mrefu sana, kutokana na kazi nzuri ambayo amekuwa akiifanya, popularity ambayo yuko nayo, influence ambayo yeye yuko nayo kwa vijana na malika tofauti tofauti katika jamii ya Tanzania kwa ujumla. Hizo zimekuwa ni miongoni mwa sifa ambazo zimemfanya msanii huyu Diamond bwana kupata hizo endorsement deals. Amekuwa eh, hapa tunazungumzia dili za kutoka Pepsi pamoja na dili ya Serengeti. Kwa mujibu wa habari ambazo zinasemekana huko mitandaoni eh, kama unavyofahamu kwamba Diamond amekuwa ni balozi wa kampuni hizo kwa muda mrefu, lakini habari ambayo imekuja hivi karibuni inasemekana kwamba Diamond bwana, mkataba umesitishwa na makampuni hayo makubwa ambayo amekuwa akifanya nayo kazi kwa muda mrefu. Na pia vilevile vile sababu halisi ambayo imepelekea Diamond kusitishwa mkataba wake, yani hayo makampuni kusitisha kufanya kazi na Diamond bado hazijawekwa bayana, lakini tumepita pia mm, katika peji ya Diamond Platnumz, tumekuta kweli, eh, ile issue ya Pepsi hapa Uh, hajawatagi umeona bwana, kwa sababu kwa kawaida kampuni zote ambazo Diamond na anafanya nazo kazi uwaga anazitagi katika ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika bio yake. Uh, kwa mfano hapa ameandika kwamba music, musician owner WCB Wasafi. Eh, uh, alafu akaandika pale Wasafi TV akawatagi, pia Wasafi FM akatagi pale, Wasafi Bet Official akatagi pale, Wasafi Sopu. Uh, lakini ambassadorship pale bwana Pepsi haipo. kama unavyoelewa bwana, ukipita katika maeneo mbalimbali Tanzania lazima utakutana na mabango yakiwa yamebandikwa. e, mabango hayo yanaonyesha wazi e, yanaonyesha mabango, kwa mfano mabango ya Pepsi mengi sana, lazima utakutana na picha ya Diamond Platnumz pale. Lakini this time around ni kwamba ndio tumeshangaa kidogo kuona kwamba imekuaje e, msanii huyu e, ubalozi ambao alikuwa nao katika kampuni hiyo imekuaje mpaka inasemekana kwamba umesitishwa. Kwa hiyo hapa bwana, kumekuwapo na page mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba inasemekana Pepsi e, imesitisha mkataba na Diamond. Alafu hapo kaelezea kwa kirefu zaidi kwamba e, kuna mtu hapa amekuja kudokeza hizo habari huko mtandaoni, ameandika kwamba leo I was told Pepsi dropped Diamond as an ambassador. E, e, wameandika hivyo. Kuna mtu hapa amekuja kudokeza kwamba bwana, kuna habari amba... Eh, ambayo amepewa ya ndani kabisa kwamba Pepsi wamemshusha Diamond kama ambasada wao. Wakaandika hapa bwana, Pepsi na Serengeti wameshusha wameshusha wamemshusha Diamond kwenye mabango yao. Umeona? Eh, amekuja kuandika hivyo hapa eh, kwa kirefu zaidi. Kwa hiyo hivyo ndipo hapa ndipo wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao katika comment section kuhusiana na hizo habari ambazo zinasemekana kwamba Diamond Platnumz bwana mkataba wake na kampuni ya Pepsi umeishia hapo, e, kwamba mkataba umesitishwa. Kwa hiyo hapa kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu amesema sababu bwana, kama kweli e, bwana, nitarudi kunywa Pepsi. Kuna mtu hapa amekuja kuandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba e, kipindi Diamond ana promote Pepsi yeye alikuwa hanywi, lakini kama wamemdrop, basi yeye moja kwa moja atarudi kunywa Pepsi. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kwa hiyo atahama kwenye ile nyumba anarudi Madale au? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo eh. Kuna watu hapo wanaamini kwamba Diamond bwana, tokea alipopataga mkataba na Pepsi kama ambassador, ndipo hapo akapata fedha ya kwenda kupanga Mbezi Beach. Sasa je, kama mkataba wake na Pepsi umekwisha, je, atarudi tena Madale kukaa pale, atahama au vipi? Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kama ni kweli basi mimi nitaanza kunywa Pepsi, ikiwa ni uongo basi mimi na Pepsi ni maadui. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, watu wana roho mbaya, nyie, hii ni huzuni, imekuwaje tena mmemwharibia huyu kijana e, ubalozi na e, na kampuni kubwa kama hiyo. Yeah, of course tunafahamu kabisa kwamba Pepsi ni brand kubwa sana na Pepsi tunajua kabisa wage wanafanyaga kazi na watu wazito, yaani e, wasanii wakubwa, maybe footballers wakubwa wakina Messi ndo hao Pepsi wanafanyaga nao kazi. Kwa hiyo mtu ukiona anafanya kazi na brand kubwa kama hiyo it means kwamba ana status kubwa, na pia vile vile hata mpunga anaolipwa sio wa kitoto. Kwa hiyo